Kushirikiana na mataifa yote duniani katika kusherehekea kupiga vita dawa za kulevya duniani mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania iliandaa michezo mbalimbali ikiwemo mbali, mchezo wa rede, mchezo wa kukimbia, mchezo wa kukimbiza kuku, lakini pia kubwa zaidi ilikuwa ni mchezo wa soka ambapo ulijumuisha timu nane kati ya timu nane hizo, leo tarehe ishirini na mbili tunafika kilele, ambapo ni fainali ya mashindano hayo kati ya timu mbili zilizobaki kati ya timu nane katika mashindano haya ambayo yameanza wiki mbili zilizopita na kufunguliwa na mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Kimweri. Tumeendelea kuhamasisha vijana katika wiki hii nzima katika michezo hii ambayo imehudhuriwa na vijana wengi zaidi, kwamba dawa za kulevya ni hatari, dawa za kulevya ni mbaya dawa za kulevya zinaharibu afya, dawa za kulevya zinaharibu mitazamo, dawa za kulevya zinaharibu pia kesho ya vijana wetu, lakini pia zinaharibu uchumi wa taifa letu. Lakini wiki hii nzima tumetoa hamasa, tumetoa elimu kwa vijana wote wa jiji la Dodoma ambao wamehudhuria kwa wingi sana. Kwa hiyo nitoe wito kwa taasisi nyingine zote na maeneo mengine yote. Michezo ni afya, michezo inasaidia sana kuleta afya na kuunganisha vijana, lakini michezo inasaidia vijana kutojiingiza kwenye matumizi, biashara na uzalishaji wa dawa za kulevya. Hivyo Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, katika wiki hizi zote mbili imepata mafanikio makubwa sana kutokana na wingi wa vijana waliohudhuria wa kwenye michezo hii ambayo tumeiandaa na imeleta tija na mafanikio makubwa sana. Hivyo Tanzania imedhihirishia dunia kwamba inapambana kuhakikisha kwamba inatoa elimu kwa vijana ili wajiepushe na dawa za kulevya, lakini tunapiga vita dawa za kulevya kwa nguvu zote nguvu zetu zote hivyo, maadhimisho haya yameleta mafanikio makubwa sana, hasa kwa vijana katika kipindi hiki na hii michezo tuliyoandaa. kwa majina yanaitwa Kefri Mtogosangu, ni mwanafunzi muuguzi leo, ambao ndio finali fainali hapa kwa uwanjani kwetu na apia, katika chuanu, kusu, bangi, pia katika hii michuano kuna semina ambayo tulipewa kuhusu madawa ya kulevya, lakini kwangu mimi nitazungumzia upande wa bangi. Pia tuliona kuna madhara yake. Kuna mila ambazo zimefikirika ndani ya watu kwamba mtu akitumia bangi anaweza akafanya kazi kwa muda mrefu. Kwa sisi kama wauguzi tunavyojua kiafya, bangi ni, ni kitu ambacho kinaenda kuathiri mfumo mzima wa ubongo kwao utendaji kazi wa ubongo pia unaweza uka, ukadumaa. Aa, leo tumejifunza vitu vingi kuhusiana na madawa ya kulevya, lakini kikubwa ni kujifunza ni, ni kuhusiana na aa, madawa kama bangi jinsi ambavyo yanaathiri vijana kwenye masuala mazima ya afya ya akili pia na kufikiri, kwa sababu bangi inaweza ikakusababisha usi, usi focus kwenye ndoto zako ukajikuta ume Uh, unahisi umezifikia au usiweze kufikiria kuhusu ndoto zako tena. Moja ya madhara ya mirungi pamoja na kuozesha na kubadilisha rangi ya meno, tunajua mirungi ni majani ambayo yanatafunwa kwa hiyo yanapotafunwa, inasababisha kubadilisha na kuozesha meno. Pia madhara ya pili, husababisha kupunguza hamu ya kula pia madhara mengine kosa choo nasababisha bawasiri. Pia madhara mengine ni yeah, kuongeza shinikizo la damu. Kwa mimi napenda kuwaasa vijana ah, tuweze kujihadhari kujia ma, ah, na haya madawa, ili basi ah, tuweze kufikia ndoto zetu, kwa kujiepusha nazo na kuepuka madhara yake. Ni vyema vijana kuzingatia maadili, kujia kuacha ah, na na madawa ya kulevya na utafanya nini ili vijana waachane na hiyo madawa ya kulevya tunatakiwa tutoe elimu kwa jamii huhusiana na madawa ya kulevya hasa kwa vijana maana vijana ndo waathirika wakubwa wa haya matumizi ya madawa ya kulevya na napenda kushukuru sana serikali yetu ya Tanzania wanajitahidi wakishirikiana na mamlaka ya kudhibiti matumizi ya madawa kulevya. Lakini pia niko na ombi kwa, kwa vijana wenzangu, ni vyema kutokutumia madawa madawa kulevya kwa sababu yanaleta hasara kwa familia, kwa sisi wenyewe, pia yanaongeza umaskini kwa kiwango kikubwa sana. Kwa majina naitwa Yohana Chazi Mathias, mchezaji wa timu ya Mwaise Sports Arena FC, ambapo leo tunashiriki mchezo wa fainali wa mashindano yaliyodhaminiwa ya na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dhidi ya madawa ya kulevya yaliyo chini ya wa, u, ofisi ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Kassim. Umuhimu wa mashindano haya kupitia serikali yetu yanatusaidia sisi vijana kujiepusha na matendo yasiyo ya rasmi kwa vijana, vilevile anatusaidia sisi ujenga umoja kutoka vijana wa sehemu moja na sehemu nyingine. Vile vile anatusaidia kupata elimu dhidi ya madhara ya madawa ya kulevya. Vile vile kupitia mashindano haya yameweza kusaidia kutambua kwamba mtu mwenye uraibu wa madawa ya kulevya anaweza akapata matibabu na akapona kabisa bila shida yoyote, na tumeelimishwa kwamba utumiaji wa madawa ya kulevya ni hatari sana kwa afya yetu, ambayo inaweza kutusababishia shida ya figo, ini na magonjwa mengine kama vile ukimwi. Kwa hiyo, kupitia mashindano haya sisi kama vijana yametusaidia sana kuepukana na anatusaidia Tanzania iendelee kutoa au kutuhamasisha sisi vijana kwa kutumia mashindano haya ya mpira wa miguu na michezo mingine mbalimbali kama vile yaliyofanyika hapa, kukimbiza kuku, kuvuta kamba na vinginevyo, ili tuweze kujiepusha zaidi na matendo yasiyo ya rasmi katika jamii zetu. Mimi kama mchezaji wa Mwaise Hassan kwa kutoa fedha kwa watu wenye uraibu wa madawa ya kulevya na kuwapatia dawa mbalimbali ambazo zinawasaidia kurudi katika hali yao ya kawaida na kufanya mambo yao ya kijamii. Naishukuru serikali kwa kuweza kunisaidia kuweza kunywa dawa mpaka sasa hivi, hali yangu ya ni nzuri, nanaendelea na tiba na naomba Mungu anisaidie aendelee kutukumbuka na kututolea hizo fedha ili tuweze kupambana na kutoa elimu zaidi kwa vijana wenzetu kupitia mashindano mbalimbali. Asante. Kwa majina anaitwa Mwalukasi Sidi Jonjolo ni mdau wa Madina, nahituwa, Sidi, Jonjolo, kupambana na dawa za kulevya, um, kwanza, nipongeze serikali kwa jitihada ambazo inazochukua chini ya, ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan ah, kwa kushirikiana na taasisi yake imara ya DCEA chini ya Kamishna Jenerali Limo, hakika tunaona mabadiliko baada ya taasisi kuanzishwa. Hali ilikuwa mbaya sana miaka nyuma, kabla taasisi kuanzishwa, hali ilikuwa mbaya kwa vikundi vya vijana, wanawake, na ilifikia hata watu waraibu wapo hadi wazee hali ilikuwa ni tete, lakini unaona sasa hivi elimu imeanza kutambaa katika jamii, na sasa hapo ukiangalia kuna kundi kubwa la vijana ambao wanapata elimu hiyo, wanajua wamekuja hapa kwa ajili ya kupinga dawa za kulevya. Hichi kitu kilikuwa kiwezekani miaka ya nyuma, ilikuwa ni imekuwa kama ni ndoto. Vijana wengi walikuwa wanaamini ukivuta bangi unakuwa na nguvu, unakuwa na akili nyingi, unakuwa na maarifa mengi, waliamini kama ni sehemu ya uh, ujasiri. Lakini kumbe elimu inavyozidi kusambaa, wanaona hii ni nusu ya ukichaa. Kila mmoja hataki kuwa kichapo. Kwa kusema kweli, naipongeza serikali, lakini pia ninashauri matukio kama haya yawe yanafanyika angalau mara nne kwa mwaka kwa kanda tofauti tofauti, ili kuzidi kuongeza uelewa zaidi, lakini pia tuzidi kuwekeza kwenye kundi hili la vijana na wadogo zao hawa na watoto watakaozaliwa. Hii itakuwa ni nzuri kwetu na ni nzuri kwa maslahi ya taifa letu. Asante. Katika wiki ya kuelekea kwenye kilele cha kupiga vita dawa za kulevya duniani ambapo tunaambatana na kushirikiana na mataifa yote duniani katika kusherehekea kupiga vita dawa za kulevya duniani, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania iliandaa michezo mbalimbali, ikiwemo mchezo mbali mbali wa rede, mchezo wa kukimbia, mchezo wa kukimbiza kuku, lakini pia kubwa zaidi ilikuwa ni mchezo wa soka ambapo ulijumuisha timu nane kati ya timu nane hizo, leo tarehe ishirini na mbili tunafika kilele, ambapo ni fainali ya mashindano hayo kati ya timu mbili zilizobaki kati ya timu nane katika mashindano haya ambayo yameanza wiki mbili zilizopita na kufunguliwa na mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Kimweri. Tumeendelea kuhamasisha vijana katika wiki hii nzima katika michezo hii ambayo imehudhuriwa na vijana wengi zaidi kwamba dawa za kulevya ni hatari, dawa za kulevya ni mbaya dawa za kulevya zinaharibu afya, dawa za kulevya zinaharibu mitazamo, dawa za kulevya zinaharibu pia kesho ya vijana wetu, lakini pia zinaharibu uchumi wa taifa letu. Lakini wiki hii nzima tumetoa hamasa, tumetoa elimu kwa vijana wote wa jiji la Dodoma ambao wamehudhuria kwa wingi sana. Kwa hiyo nitoe wito kwa taasisi nyingine zote na maeneo mengine yote. Michezo ni afya, michezo inasaidia sana kuleta afya na kuunganisha vijana, lakini michezo inasaidia vijana kutojiingiza kwenye matumizi, biashara na uzalishaji wa dawa za kulevya. Hivyo Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya katika wiki hizi zote mbili imepata mafanikio makubwa sana kutokana na wingi wa vijana waliohudhuria kwenye michezo hii ambayo tumeiandaa na imeleta tija na mafanikio makubwa sana. Hivyo, Tanzania imedhihirishia dunia kwamba inapambana kuhakikisha kwamba inatoa elimu kwa vijana ili wajiepushe na dawa za kulevya, lakini tunapiga vita dawa za kulevya kwa nguvu zote nguvu zetu zote. Hivyo, maadhimisho haya yameleta mafanikio makubwa sana hasa kwa vijana katika kipindi hiki na hii michezo tuliyoandaa. Kwa majina anaitwa Kefrin Togusangu, ni mwanafunzi muuguzi katika chuo cha St John. Siku ya leo tupo kwa ajili ya kuangalia kua, michuano ambayo inaendelea ambayo leo ndio finali fainali hapa kwa uwanjani kwetu na pia katika hii michuano kuna semina ambayo tulipewa kuhusu madawa ya kulevya, lakini kwangu mimi nitazungumzia upande wa bangi. Pia tuliona kuna madhara yake. Kuna mila ambazo zimefikirika ndani ya watu kwamba mtu akitumia bangi anaweza akafanya kazi kwa muda mrefu. Kwa sisi kama wauguzi tunavyojua, kiafya bangi ni, ni kitu ambacho kinaenda kuathiri mfumo mzima wa ubongo kwao, utendaji kazi wa ubongo pia unaweza ukadumaa uka Uh, leo tumejifunza vitu vingi kuhusiana na madawa kulevya, lakini kikubwa ni kujifunza ni, ni kuhusiana na uh, madawa kama bangi, jinsi ambavyo yanaathiri vijana kwenye masuala mazima ya afya ya akili pia na kufikiri, sababu bangi inaweza ikakusababisha uh, usi, usi focus kwenye ndoto zako, ukajikuta unahisi ume, uh, umezifikia au usiweze kufikiria kuhusu ndoto zako tena. Moja wa madhara mirungi pamoja na kuozesha na kubadilisha rangi ya meno. Tunajua mirungi ni majani ambayo yanatafunwa kwa hiyo yanapotafunwa, inasababisha kubadilisha na kuozesha meno. Pia madh madhara ya pili, husababisha kupunguza hamu ya kula. Pia madhara mengine, kosa choo nasababisha bawasiri pia madhara mingine ni kuongeza shinikizo la damu kwa. Mimi napenda kuasa vijana atuweze kujihadhari kujia na haya ma, a, madawa ili basi tuweze kufikia ndoto zetu kuku, a, kwa kujiepusha nazo na kuepuka madhara yake, ni vyema vijana kuzingatia maadili na kuacha madawa ya kulevya tafanya nini ili vijana waachane na hiyo na wa, na madawa ya kulevya? Tunatakiwa tutoe elimu kwa jamii kuhusiana na madawa ya kulevya, hasa kwa vijana, maana vijana nawaathirika wakubwa wa haya matumizi wa ya madawa ya kulevya. Napenda kushukuru sana serikali yetu ya Tanzania, wanajitahidi wakishirikiana na mamlaka ya kudhibiti matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pia ni kwa naombi kwa vijana wenzangu ni vyema kutokutumia madawa kulevya kwa sababu yanaleta hasara kwa familia, kwa sisi wenyewe pia, yanaongeza umaskini kwa kiwango kikubwa sana. Kwa majina naitwa Yohana Chazi Matias, mchezaji wa timu ya Mwaisa Sports Arena FC, ambapo leo tunashiriki mchezo wa fainali wa mashindano yaliyozaminiwa ya na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dhidi ya madawa kulevya yaliyo chini ya wa, ofisi ya waziri mkuu Kassim Majaliwa Kassim. Uh, umuhimu wa mashindano haya kupitia serikali yetu yanatusaidia sisi vijana kujiepusha na matendo yasiyo ya rasmi kwa vijana. Vilevile vile anatusaidia sisi kujenga umoja kutoka vijana wa sehemu moja na sehemu nyingine. Vile vile anatusaidia kupata elimu dhidi ya madhara ya madawa ya kulevya. Vilevile kupitia mashindano haya yameweza kusaidia kutambua kwamba mtu mwenye uraibu wa madawa ya kulevya anaweza akapata matibabu na akapona kabisa bila shida yoyote, na tumeelimishwa kwamba utumiaji wa madawa ya kulevya ni hatari sana kwa afya yetu, ambayo unaweza ikatusababishia shida ya figo, ini na magonjwa mengine kama vile ukimwi. Kwa hiyo kupitia mashindano haya sisi kama vijana yametusaidia sana kuepukana na yanatusaidia sana kuepukana na matatizo hayo. Kwa hiyo tunaendelea kuishauri au kuihasa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kutoa au kutuhamasisha sisi vijana kwa kutumia mashindano haya ya mpira wa miguu na michezo mingine mbalimbali kama vile yaliyofanyika hapa, kukimbiza kuku, kuvuta kamba na vinginevyo, ili tuweze kujiepusha zaidi na matendo yasiyo ya rasmi katika jamii zetu. Mimi kama mchezaji wa Mwaisa Sports Arena FC, namshukuru Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha kwa watu wenye uraibu wa madawa ya kulevya na kuwapatia dawa mbalimbali ambazo zinawasaidia kurudi katika hali yao ya kawaida na kufanya mambo yao ya kijamii. Naishukuru serikali kwa kuweza kunisaidia kuweza kunywa dawa, mpaka sasa hivi hali yangu ni nzuri na naendelea na tiba. Naomba Mungu anisaidie aendelee kutukumbuka na kututolea hizo fedha ili tuweze kupambana na kutoa elimu zaidi kwa vijana wenzetu kupitia mashindano mbalimbali.